Simba hao. Hmm, hmm. Artiga bwana, bwana Francis Artiga eh, hey. mtu wa maana kabisa kocha Petro. kocha mmoja mzuri sana, kwanza ni ni mspeni hmm. ni mhispania ambaye anaujua mpira alafu amehudumu ame kwenye timu nyingi sana za Afrika. Sasa kitu ambacho kinani kinanipa wakati mgumu, kile ambacho kilitokea kwa Pantef naona kikitokea tena kwa huyu kocha like, kama ndio huyo kweli, maana nimezisikia ni, ni tu kama taarifa kama tetesi lakini baada ya kumfuatilia of course, mimi niwe mwazi ni, nilimuona ni, ni, kwenye mechi moja tu ya Simba na baada ya pale, kwa sababu ni mdadisi ni, ni nilitamani kumfahamu na kujua background yake. Ni kocha fulani ambaye anana, anana, anana, anajua kufanya mambo mengi sana ya kimpira na ana uwezo mkubwa sana wa kupush hasa anapokuwa anapokuwa, anapokuwa anataka matokeo. Lakini kwa masikitiko makubwa, kifedha Simba hawamwezi Angola Petro. hmm? Yes, kifedha Simba hawawezi kubatwa. Kwa nini asiwezi? Si tunaangalia mfuko mfuko wa Simba na mfuko wa Petro. Petro ni mkubwa kuliko wa Simba, yaani thamani ya Simba kwa sasa wasishindwe, wa, wa, wa wa yaani washindwe kulabatwa na Petro, hawawezi kiuchumi. Na hata kama wakiweza, bado tatizo sio kocha, mfumo ha hau, hautaweza kumuakomodati kocha na nikuambie tu kitu kimoja, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, toka mwenyekiti ameingia mpaka sasa hivi tunapozungumza, tunavyozungumza na wewe, ni makocha tisa, kama nitakuwa nimehesabu vizuri, wamehudumu kwenye kile kikosi. kwa hiyo tukubaliane hapa, wote ni tatizo, au makocha wote tisa, ama kuna tatizo lingine ambalo huwa mambo yakiharibika anatumiwa kocha kama scapegoat au mbuzi wa kafara haimaanishi kwamba makocha wengine hawafukuzwi. Yanga wamefukuza makocha wangapi? Wengi tu takribani, wengi tu si ndiyo? Lakini kila anayekuja unamwona ni bora kuliko yule ambaye ameondoka, sio so? Lakini sio wote. Of course, najua utanipa uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta, uta point of reference kama Falls. Nataka nikwambie leo na bado naendelea kusimama kwenye msimamo wangu ule ule, Falls ni kocha bora ambaye amekuja kwenye timu bora ambayo inamzidi uwezo Fozi akienda Singida anapata matokeo, Fozi akienda Azam anapata matokeo, kwa sababu ni timu ambazo zina tension wala pressure kubwa. Simba na Yanga zina pressure kubwa sana, na ndio maana umeona Fozi ilianza kumpalia umri pia ni mdogo, lakini ni kocha mzuri sana. Kwa mimi niseme kitu kimoja, kwa namna ambavyo mifumo ya Simba ipo na huku tunapoelekea sasa hivi, naona wana uwezo wa kwenda kukosa makocha wazuri kama wakiendelea utamaduni wao wa, wa kuajiri na kufukuza, kuajiri na kufukuza. Kwa sababu nataka leo ni kuulize kitu kimoja, Fadu Davis ni kocha mbaya? Sio mbaya. Alipoenda ameenda timu gani? Yes, kaenda Raja Raja Kasablanka. Hey, anapata matokeo. Yeye mwenyewe ndio kama hajafukuzwa, yeye ni yule yule, anajua kilichokuwa kinaendelea. Pantev ni kocha mbaya? unamwonaje kocha ambaye anafundisha timu inatengeneza nafasi tano mpaka sita kwenye mechi moja ana vigezo? wakati mnamchukua, mkujua kama ana vigezo, ila vigezo vimekuja kwa sababu kuna mambo yenu nataka muyafunike funike, ndio mnaamua kumtumia kama scapegoat. No, hatafai kupeleka mpira kwa staili hiyo, lakini kwa sababu ndivyo ambavyo watu wameamua kuendesha mpira wao na wanachama wamekubali, basi tuishi hivyo, lakini mimi binafsi mnasema sio makocha wote waliopita na kuondoka Simba ni wabaya, mtakataa sio? mm-hmm. Hayo makosa wanaofanya Simba Yanga wajayafanya haya makosa. Yanga ameyafanya kwa Gamondi, haya makosa Yanga wameyafanya kwa nasi Minabi, lakini kwa kwa Nabi unaweza ukasema ni uwezo wa kifedha ndo umewahukumu, ume, ume, ume. Angalia Saidi Ramoni, Saidi uko timu gani? Sabead kiuchumi na Yanga wanafanana na besdad kaka, mm. wanafatilia mpira kweli <laughs> nchi za Uarabuni za katika hizi ligi tano bora na ligi yetu pia imo, si sindio? mm. Lakini kifedha Simba na Yanga bado hazina uwezo wa kubata, na baadhi ya timu kubwa wakimtaka mchezaji ni ngumu sana kumkatalia. Angalia mtu kama uh, nani Mayele angalia mtu kama Ziki, angalia kipindi ambacho walikuwa na mhitaji chama pamoja na na Louis Jose Mixon, yuko katika climax ya ubora. Kwa kuna vitu ambavyo wakivihitaji ni ngumu kuwakatalia. Kwa hiyo naamini kwamba kama kocha huyo ambayo anahusishwa na Simba, kocha wa timu ya Petro ambao Uh, tumeona shughuli ya Petro walipocheza na Simba. Unaamini kwamba hatakuwa na msaada kwa Simba kama watamchukua kocha huyu kutoka Petro. Ama itakuwa kazi ngumu kumpata kocha huyu? Bado watakuwa wamemchukua kimehemko. Kama ambao walifanya mehemko kwa Pantev. Mehemko kivipi sasa? Unafuatilia anafiti katika mfumo wako? Falsafa ya Simba ndio ambaye anaweza akadumu nayo yeye. E, yaani kwa nini tuamini kwamba unaweza kutoka ukatoka tu ukamchukua mtu ukamweka pale maisha kaneno kocha anaajiriwa ili aje kukaa katika mifumo na falsafa za klabu. Falsafa ya Yanga ilikuwa niwekee hapa nipigie kule, kisinda twende, niwekee hapa nipigie kule, duma nchamchimbi twende hivyo. Lakini alikuja master uh, Nasibi Nabi akaamua sasa, mpira wa Yanga nataka ucheze katika pattern hizi. Yanga kwa wana enjoy, wanaburudika, wanafurahi, wakaona wana kutokea hapa. Sasa falsafa ya mpira wetu tunahamisha Simba, ndio kulikuwa na mpira bilioni, sio Si ndivyo? Mm, burudani entertainment, wanafunga huku wanakuburudisha. Yanga aku wanassa shabiki wetu wameshaonja ladha kwao, kuanzia pale engineer, kila kocha anayemleta anataka kocha aje kuchezea katika patani ile ile. Ndio maana leo hii anakuja Forza, anaonekana mbaya kwa sababu Yanga walikuwa wameshazoea utamu wa mpira wa design ile ambao haukua kwao wakaja nikawa mtu ambaye tulichelewa, tulikuwa wapi sisi na zikosa namna hii kumbe na zinawezekana kupatikana Yanga kwao. Yanga sasa hivi wanademandi mpira ule, na wakati sio for, sio format ya mpira wao. kwa hiyo, Machange, unaamini kwamba Simba haiwezi kula battle na Petro kwenye kwenye kwenye misuli ya kifedha? asalani abda abadan <laughs> hawawezi. Hmm? hawawezi hii ambao uh, mwenye mali akiamka anawadai bilioni zake ngapi, hmm. Hii ambayo kikao kinafanyika tunafunga kwa saa, alafu vinaamka hakuna watu, tunazima taa, mwenyekiti haonekani mwenye amini maneno yangu ninayokwambia, eh hey. Tunaondoka hivi tunaenda, lakini Simba haitaweza kubadilika mpaka watakapobadilisha mfumo kutokea juu hmm. Nazungumza level nzima ya uongozi pamoja hmm, na technical bench. Mimi naweza niuliza Matola ni kocha mzuri sana, sio? Kama Matola ni kocha mzuri, kwa nini hatumpi timu? Kama Matola ni kocha bora, kwa nini hatumpi timu? Abaki apewe timu approve thamani yake. Mimi kinachonikwaza ni viongozi wa Simba kuto kumwamini Matola, lakini mambo anapokuwa ameenda mrama wanamkimbilia yeye. Kwa kama kuna uwezekano na wanaamini kwamba kimbilio lao ni Matola, wamkabidhi timu lakini kuja kumweka Matoa afu unaleta technical bench zima lingine, no, ni kumkosea pia hata yeye. Lakini pia ifike kipindi mzee wangu Matoa naye pia amue kufanya maamuzi magumu. Timu ziko nyingi, KMC ile pale, mchucumechucume kila siku, anaweza akaenda kuanzia maisha kule. Lakini kama Simba wanaamini kwamba Matoa watosha, wamweke sasa wewe Machange naamini kwamba uh, huyu kocha kama Artiga, yaani unaona kwamba wewe uh, Artiga hawezi uh, kufaa kwenye klabu ya soka Simba, lakini ni kocha ambaye akiwalisia na CV kubwa, na unaiona Petro anapocheza, hauoni uh, kwamba Simba achaguzi sahihi kwa kocha. Pande wa mtoka timu gani? Eh, Pande wa mtoka Gaborone United. Nani? Gaborone? Gaborone, mm. imemtaza Simba, si ndio? Eh, mechi ya kwanza kule moja bila, mechi ya pili kwa Mkapa bila bila, sio, wakamchukua wakamchukua, Waka mm huyu ambaye amewafunga nyo Amani Complex, wakamchukua. Lakini sifa hakuwa, ana sifa hakuwa ana eh, lakini huyu ana sifa zote, huyu ana sifa zote, ni kocha bora. Hata pantem tuliambia ana sifa zote, mifumo yuko kwenye mitatu, yaani kwenye CV. Sasa kwenye CV, yaani kumkuruhusiwa kukaa kwenye kama kocha mkuu. Nisikilize, nisikilize ndugu mwandishi ali hali mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi, hawakupangii nani nani, apange koni nani, awafundishwe watu mfumo na kwenye benchi pia anaruhusiwa kusimama kaka, hiyo sio excuse Pantev ni kocha kaka, eh, Pantev ni kocha. Shida iko hapa juu, baada ya timu hapa juu, baada ya timu ndio changamoto iliyopo. Tutazunguka, tutaongea, tutajadiliana, tutafukuza, tuta, tuta tutaajiri, tutafukuza, tutaajiri. Shida iko hapa juu. Huyu anayeajiri na kufukuza huyu mm. ndio mwenye changamoto. Ni Pantevu huyo huyo, mechi ya kwanza ali, alianza bila mshambuliaji wakamsema sana. Akawaekea waka waka mshambuliaji wote. Wakamsema waka wakamsifia. Wakamsema sana. Walimsema sana Pantevu. Na alipigwa goli kwa Mkapa. Alianza bila Na hao wa Angola. Petro. Si ndio maana kaachwa? Akawaonyesha au ma striker mnao, naambia ni ma striker mimi, kwa mfumo wangu hawa sio ma striker. Hawa nipi ninachokitaka? jnchazi wao anakosa goli yeye na frame alafu anarudi amerilaksa as if kama ni jambo la kawaida. Joshua budo mutale anakosa goli alafu anaona kawaida kabisa, kidi sawa asa za ndani kabisa so, nasa... anakosa goli anataka anataka kusababisha mpaka kadi nyekundu. Mm, ile mechi Simba alikuwa anapata kadi nyekundu tano. Sasa Machange za ndani kwamba wenda huyo akawa tiba kwa Simba atiga Mimi mimi nadhani nilizungumza na wewe nikakwambia, nadhani watu wakipita katika hizi post za hapa chini, nadhani kabla ya mechi ya Simba nilikwambia Pantel, sidhani kama hata atatoboa mwezi wa pili. Juzi tulizungumza juzi, nilizungumza leo, hatunaye. Taarifa kwa umma ilitoka mapema tu, na nilikupa sababu. Nilikwambia mambo yote, atakapoenda mrama mtu wa kwanza atakaye mkimbilia kama ni tatizo ni Pante, lakini kama kocha ameweza kuifundisha timu inatengeneza nafasi mpaka nne tano, wow. Wao, unaona, jambo la kawaida. kuna mwehu mmoja nimemsikia kile kwa ameshiba maraga ya wapi ule, anamwambia mwalimu wetu, kwa nini hajacheza Kagoma? Kaka, una kiungo Kante, una kiungo Kamara. Hapo Kagoma anamweka wapi, namba ipi? au katika hao yule kutajia nani atoke. sisi wa Tanzania ni watu hovyo kwenye mpira yani, tuna tunaendesha mpira kimemko ni sawa na mtu anakuambia Yanga Duke Abuya atoke acheze Ndambwile kwa sababu Forze alioamini hivyo, lakini ukiangalia Forze amefika katika hali ya Tanzania, anapokea kosti ya Yanga, watu katika national team zao, kiungo ambaye alikuwa anacheza naye mazoezi muda wote ni Ndambwile, akampa nafasi na Ndambwile kwa sababu mwana amepewa nafasi akaprove. Lakini siku ambayo mwalimu alikuja kumwona Duke Ogabue akajiuliza, nilikuwa wapi? Nachelewa, lakini it was too late. Aka akapata matokeo watukaamba, lakini baba, nenda tu kapumzike kwa amani nyumbani, utapata uh, timu nyingine huko, maisha mengine yataendelea. Lakini hawa viongozi wanatakiwa kujua hawa makocha wanaowasajili na kuwaacha wakaondoka, alafu timu zinatumia gharama kubwa nafikiri hata ikifika katika msimu eh, kwenye mapato na matumizi, waseme kwamba tulimsajili kocha huyu tukamfukuza, tukalipa kiasi hichi kama fine, tukamsajili mwingine tukafukuza, tukalipa kiasi hichi kama fine, tukamsajili mwingine tuka... swali itakuja wewe, unayesajili na kufukuza, unasajili ukiwa unajua unasajili katika matakwa yapi? Usisahau kusubscribe kwenye YouTube, Mwandike Digital.